Tena madereva wa masafa marefu wanaotumia barabara kuu ya Kisumu kuelekea Busia na ile ya Eldoret kuelekea Malaba wanalalamikia kudorora kwa usalama katika barabara hizo, visa vya wizi vikikithiri wanaposubiri katika foleni kuvusha shehena zao mpakani. Wakizungumza kwenye foleni ya magari hayo katika mji wa mpakani wa Busia, madereva hao wametaka serikali kutafuta suluhu ya kudumu kwa tatizo sugu la msongamano wa malori hayo katika mpaka wa Kenya na Uganda. Tatizo la foleni za malori haya katika miji ya mpakani ya Busia na Malaba limekuwa donda sugu miaka nenda miaka rudi. Wizi wa vipuri na nyaya kwenye malori haya katika foleni unawapa wasiwasi mwingi madereva hawa, wakimtaka waziri wa uchukuzi nchini kuzuru miji hiyo ili kutafuta suluhu ya kudumu ya msongamano huo ambao unachochea uhalifu. Changamoto sana kwa hii barabara ni jam jamu. Kama leo tumefika hapa, nimetoka Kisumu asubuhi. Tunaweza kukaa kwa jamu kuanzia asubuhi paka jioni, hata mpaka saa zingine usiku. Wezi wezi ndio tena wanatuibia dipstick za kupima mafuta. Hii waya ya ya ABS wanakata kwa hizi magari, sijui wanapeleka wapi. Overlapping inakuaga, lakini inategemea hiyo most of the time inategemea matengi zina overlap, zingine inavalavishwa na polisi. Huwezi huwezi toka peke yako bila kuwa na polisi. Juhudi za mamlaka ya ujenzi wa barabara kuu nchini Kenya kupanua barabara na kuongeza mashine ya kukagua magari katika mizani ya Busia umeshabikiwa, kwani ujio wa kituo hicho umerahisisha shughuli. Sasa hivi imerahisisha kwa sababu ziko sehemu mbili wa kutoka Busia watapita sehemu moja na wa kutoka pande ya Nairobi watapita sehemu nyingine. So imerahisisha na iko sawa kwa saizi. Hatuwezi tuka complain. Ukienda weighbridge ukapata gari yako iko sawa, balancing ya mzigo huwezi ingia, ukinini unapita na sensor, lakini kama kuna nini, unaingizwa ndani, unapaka mzigo, unaendelea na safari. Naona corruption pale sijaiona hata hivyo. Baadhi ya madereva hao wamelalamikia huduma katika kituo cha kupimia uzito cha Busia. Pale weighbridge pia kuna ugumu kidogo. Saa zingine unaweza pakia mzigo umepita weighbridge Mariakani, umekuja umepita weighbridge ya nini, bado ukifika hapo unakuja unaambiwa mzigo saidi moja imelemea, unaambiwa toa mzigo saidii urudishe nyuma unaona sasa, ukitoa hiyo mzigo tuna nyuma kurudisha hapa mbele, hiyo ni gharama nyingine, naambayo hiyo gharama si ya kampuni hiyo gharama inakuja upande wa dereva. Wadau katika sekta ya biashara Busia nao wamesisitiza umuhimu wa kukamilishwa kwa ujenzi wa eneo la maegesho ya malori hayo Mundika viungani mwa mji wa Busia. Tunataka atunashirikiana na serikali na county government, tunataka wat, watengeneze trailer park. Trailer park ndio wanataka, tunataka watengeneze vizuri. Kwa hivyo sasa hii mlolongo ya, ma, ya magari yote watakuwa wana park, alafu tuwe nao hapo, kwa trailer kwa trailer park hapo, tutakuwa watametengeneza ablution block mzuri, wale ambao wanaweza kuoga na wana park. Sasa zile clearing inafanyika inafanyika at once, sasa watu wanapita kwa njia mzuri. Jane Cherotich Runinga ya Citizen, Busia.